Wanaswalila anajiuliza huyu mwanamke ananipenda kweli au anakuwa tu mwema kwangu? Sasa kwenye hii video nataka nikupe tofauti ya mwanamke ambaye amevutiwa kuwa na wewe na anakutaka kimapenzi na mwanamke ambaye anakupenda kawaida tu kama mwanadamu, au anakuchukulia kama rafiki yake, lakini hajavutiwa nawe kimapenzi. Unaweza kumkuta ana tabia ya ucheshi kipindi uko naye, na wewe mwenyewe una tabia ya ucheshi, ndio maana anapenda kuwa karibu na wewe. Anapiga stori, lakini stori zenu haziendi deep maswali, maswali ya undani Unamuelezea kitu fulani anamwona yuko interested, anataka kusikiliza ambacho ni cha kwako, sio kitu ambacho kinamchekesha. Kwa mfano, labda uko na mwadisi ya story fulani ya kuchekesha, labda akawa na kuuliza hiyo story ilienda vipi, ukaja kujua kwamba labda anakupenda no. Akiwa anauliza habari zako zako wewe kama wewe binafsi, anataka kukujua, kwa sababu mara nyingi mwanamke anataka kujua kwamba unayempenda ni mtu aina gani, ana tamaduni gani, ana structure gani, ili aweze kupenda hiyo structure. Kwa hiyo lazima atakuna maswali, utamwona na kuchimba sana na kuuliza maswali ya kiundani kuhusu wewe. Hii ni dalili kwamba anakupenda. Lakini ukiona mwanamke hataki kujua kuhusu wewe, anataka kusikiliza tu stori zako, ana enjoy tu zile stori unazompiga piga sasa hapa na pale, lakini hana investment ya kutaka kujua kiundani kuhusu wewe. Okay, alafu mwanamke anayekuwa anakupenda mnapokuwa naye mpo karibu, labda mnapiga naye stori anapaswa mtu wa kujihami sana. Ukiona <coughs> mwanamke, mko mnapiga naye stori alafu anakuwa au uko naye karibu kipindi mko, mko, pamoja anakuwa ni mtu wa kujihamihami sana, au anaji protect yani haisi yuko salama mikononi mwako, au haisi yuko salama wakati uko naye. Kama kuna vitu ambavyo labda unataka kumuuliza, unamwona anakuekea mipaka, yani hataki tena uvuke mipaka fulani, unajua huyu anakuchukulia kama mshikaji wake lakini mwanamke anayekupenda au an, an, an, ana ile desire ya kuwa na wewe, anajitahidi kuwa kuwa mwazi kwako. Kuna vitu unaona kabisa, mmm, hivi vitu anavyoniambia hawezi kumwambia mtu mwingine kiurahisi. Unajikuta anajiweka sana kwa mwazi kwako, afu pia anakuwa na tabia ya kike kike, anaonyesha zile sifa za kike, aidha sauti yake unaona inabadilika, kwa sababu mwanamke, kuna wanawake wengine unaweza kukuta wako na tabia za kiumeume anajilinda, anaongea, anakaza sauti, ana nini, lakini namona mwanamke, kuna kasauti fulani anaji kipindi unapiga napiga nae stori namona kabla

kama vile uko unapiga naye story, hata kama kwenye simu utaona ni kama vile unamfanyia interview. Yani hana hana muda wa kujieleza, eh vipi, safi, anakujibu short short tu, huwa anakuchukulia kama rafiki. Lakini kama akiwa anakupenda, unamwona anajitahidi aonyeshe juhudi fulani. Ukipigia leo simu na maisha, kesho atakupigia yeye yeye mwenyewe, atakujulia hali, bwana unaendeleaje, atakuuliza wanawake unajua, wakiwa wanaanza kukupenda huwa wanaingia kwenye ile hali ya feminine au hali ya kuwa mwanamke, kwa anaanza kwa kujisikia kwamba anawiwa kukuhudumia kuku, kukujali, kukulisha. Mara nyingi utakutana na haya maswali: umekula nini? Au umeshindaje? Au mambo yako yameendaje? Anataka kujua kuhusu wewe, hali yako iko vipi. Kitu kingine ni body language. Kipindi mko naye unamwona anapenda kuinamia kwako. Hiki kitu ni kidogo ki sana, lakini kinaweza kikakupa picha kwamba huyu mwanamke anakuchukuliaje. Mwanamke ambaye ni rafiki yako, mkipiga naye stori anakuwa ni kama vile ana pull back, yani anaongelea anaongelea, ni kama vile anakuangalia anakuangalia kwa umbali, na hata kama napiga naye stori tu za kawaida, kwa mfano hata kama ni mgeni, mmeenda kukutana naye sehemu, lakini akikuchukulia tu mtu tu baki una hata namna ya kukuangalia anavyokuangalia, anakuangalia kama mtu wa kawaida. Lakini kama ukiona kuna mtazamo fulani ambao akikupa yani, unajua kabisa huo mtazamo, danger zone. Kwa player waga wanajua kabisa. Kama ushai kufuga, ushai kufuga mnyama, ushai kufuga mbwa, unajua mbwa kuna macho ambayo anamwangalia yule mtu ambaye anamtunza yule mbwa anampa chakula. Na mimi kuna macho ambayo anamwangaliaga yule mtu, na kuna macho ambayo wewe mgeni ukitokea mbwa anakutazama. Ila kwa wewe ambaye hujai kufuga huwezi kuelewa, ila kama wewe ushai kufuga na una, una mahusiano mazuri na wanyama, unaweza kujua kabisa, kuna mtazamo ambao mwanamke akikupa unajua kabisa huo mtazamo ni kama vile ana expect anatarajia kuna kitu fulani kitatoka kwako, ni kama vile uko kwenye matarajio fulani akiwa nakuangalia, ana desire, ana tamani, ni kama macho yake anakuvuta uingie ndani yake. Lakini kuna macho ya mwanamke ambayo anakupush kwamba kaa huko huko, lakini anaweza kaa tu anakuangalia hivi, lakini yale macho yake yanazungumza kwamba kaa huko huko, na kuna macho ambayo anakuangalia unamwona anakuvuta, anakuvuta kwao. Inabidi huwa unaangalia sana body language pia hata katika ta katia mikao unavyopiga naye stori. Je, ukiwa unapiga naye stori yeah, anakuelekea wewe <laughs> Yaani kama huko umekaa kwenye nazungumza hivi unaweza kuona uelekeo wake ni anakuweka kama huko. <laughs> mwanamke akiwa nakupenda mwili wake mwenyewe, kwa sababu anataliwa sana na hisia, na hisia zinakaa kwenye mwili, hazikai kwenye akili. Hisia zinakaa kwenye mwili, mwili wake wenyewe unaanza kuwa laini unaanza kukufata wewe ulipo, kwa utajikuta kama akikana nageukia, hata kama umekaa kule mbali, utamwona mkao wake ni kama vile anageukia upande wako. Kwa hiyo body language inaweza kukupa tu ishara kwamba huyu mwanamke anakupenda au huyu mwanamke anakuchukulia vipi. Kitu kingine ni kwamba huyu mwanamke anakupa muda wake. Mwanamke akiona anakuchukulia kama mshikaji wake au rafiki yake, mara nyingi anaweza kushangaa. Kukutana na wewe inakuwa ni nadra, sababu ndogo tu inaweza kumfanya asiwe tayari kukutana na wewe mfano labda kuna movie yake alikuwa anaifuatilia series ikawa inafanyika usiku, labda na wewe ndio siku umepanga labda mwonane, akakataa akamwambia leo niko busy. Lakini ukifuatilia ujue ni ubizi wa kitu gani, ndio nagundua kwamba wewe hauna umuhimu, wewe ni kama mshikaji wake, umeona. Lakini kama ni amekupenda kweli na anakuchukulia wewe kwa uzito, mara nyingi atajitahidi kuwa free unapopanga kukutana naye, yani atataka kukuonyesha kwamba ye hana kitu anachokifanya kwenye maisha yake, yani uko tayari muda wote, anawezekana atakaghairisha mambo fulani ya msingi ili uje kuonana nawe. Lakini ukiona kila mwanamke unapanga appointment naye yuko bize, yuko bize, yuko bize, embu siku, mara nyingi akiwa bize nawambiaga achaneni naye. Lakini siku moja fanya utafiti, ujue kwa jinsi gani anakwambia kwamba achana naye. Utakuja kugundua ubize anaokwambia yuko bize hauna maana inawezekana kwa alikuwa anataka kuja ghafla, kuna mshikaji wake mwingine akampigia simu akamwambia, bwana, labda anisindikize sehemu fulani. Yuko bize, hawezi kuonana <laughs> hawezi kuonana na wewe. Kwa hiyo mkiona anatengeneza muda kuja kuonana na wewe mara kwa mara na anakuwa hayuko bize pale unapomhitaji, hii ni ishara kwamba anakuona kivingine, anakuona kwamba wewe ni mtu ambaye anatamani kuwa na wewe kimapenzi zaidi kuliko kiurafiki. Kitu kingine, huwa hakusengenye Mwanamke ambaye anakuchukulia kama rafiki yake, hata anapoenda kukutambulisha kwa marafiki zake huwa anakutambulisha kwa jinsi fulani ambayo kama kituko. Lakini mwanamke ambaye anakupenda genuinely kuna vibe fulani ambayo hata ukiona kwamba anakutambulisha kwa watu, ni anakutambulisha kwa heshima. Hataki wale watu wakuvunjia heshima hata kidogo, yani kwa namna yoyote hataki, hataki wakuvunjia heshima. Hawezekani ukaona labda anakutambulisha kwa marafiki zake, alafu marafiki zake wanakutania tania tu mbele yake, na yeye anacheka na enjoy <laughs> unajua anakuona kama wewe ni rafiki yake tu au ni mshikaji wake. lakini kama anakupenda kweli, kuna jinsi fulani ambavyo ana maintain kwamba huyu ni mtu wangu, yani msimweteza kuleta ise. yeah. kitu kingine unachokuwa uangalie mkiwa naye unapoleta story kuhusu wanawake wengine, kitu gani muangalie? Body language yake ya mwanamke ambaye anakupenda sawa, unapomletea stori za mademu wengine, au katika stori zako ukamwambia bwana, nimekutana na mwanamke fulani akanifanyia nini, unaona kama energy yake inashuka, ni kama vile ana collapse, anasikitika, kinamgusa yaani, kinamkwaza, kuna kama ishara ya wivu. Lakini ukiona unaleta stori za mwanamke mwingine, naye anasikiliza tu, anaenjoy, ujue <laughs> hamna kitu hapo, aidha akupendi anakuchukulia tu kama rafiki au anataka kukutumia kitu kingine. Unachokuwa uangalie kwamba ukiona mwanamke uko naye labda kwenye mko naye karibu kama hivyo alafu anakupa zawadi, zawadi sana. Anakunulia zawadi, au ana comment vitu kuhusu muonekano wako labda, hey, unanukia vizuri, au anaingia gharama kukunulia vitu. Amnaga mwanamke anaweza kuingia gharama ya kutoa hela kwa mtu asiyempenda tayari huyu anakuwa tayari kuna jinsi fulani anavyokuchukulia wewe kwamba anakupenda. Kitu kingine, ukitaka kujua kama huyu ni rafiki au ni anakupenda, ukiona mwanamke anakuletea stori za wanaume wengine, mmekaa naye mnapiga stori, unaona anakupa stori za, eh, na mwanaume fulani tukafanya hivi, mara nyingi huyo mwanamke anakuwa nawe kama rafiki. Mwanamke kiwa anakupenda, e, anakupenda anatafuta ha, ha, ha, hawezi akaleta stori za wanaume wengine ambazo wanajua zitatengeneza zita, zita zitasababisha, zita yani kuku, ni kukuharibia modi, kwa sababu zanakupenda, anataka yani asikukwaze. Kwa hiyo atajitahidi aepushe vitu ambavyo vitaleta mgongano kati yenu. Ukiona kuletea stori za wanaume wengine, ujue yani wewe anakuona kama shoga yake, kwa sababu wanawake wakikaa wao kwa wao, mara nyingi huwa stori ni za mabwana zao. Yani wana stori kwamba mwanaume fulani kanifanyia hichi na hichi, ndo stori zao hasasa walio single. Kwa hiyo ukiona anakuletea hizo stori hadi wewe unajua anakuona kama shoga yake tu, lakini hakuoni kama unavyodhani kwamba anakupenda. Kitu kingine, unataka kujua kabisa huyo mwanamke hanipendi na ananichukulia kama rafiki ni anakutafuta pale anapokuwa na vipengele. Ukianza kumuona kwamba yuko interested, anakutafuta kwa bidii, muda sio mrefu na kuta kuna msaada na uhitaji kutoka kwako, msaidie kitu fulani, umeona au lolote lakini hakutafuti akiwa na jeni, akiwa na moyo wa kukutafuta kweli, kukujulia hali yako kukujulia unaendeleaje, kujua maisha yako yako vipi, inakuwa haiko, haiko ya unyofu. Yani mara nyingi anakuwa na kutafuta wakati ana vipengele. Akionyesha ile juhudi ya kutafuta kutafuta, ujue kuna kipengele kiko mbele, aitatakuomba msaada wa namna fulani.